Habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa Fupi Media. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni na wakati huu tuelekee huko Washington Marekani. Msomaji ni mimi Ramadhani Fupi. Tajiri na mfanyabiashara maarufu nchini Marekani mwenye asili ya Kipalestina, Mohamed Hadid, amesema kwamba anashangazwa na mataifa ya Kiarabu kushindwa kuwatetea Waarabu wenzao wa Arabu, enzawa, ukanda wa Gaza wanaoteseka kufuatia mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Israeli. Hadid amesema kwamba anashangaa sana kwa nini mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu duniani yanashindwa kuwatetea Waislamu wenzao huko Gaza kufuatia mauaji kimbali yanayotekelezwa kila uchao na jeshi la Israel. Mfanyabiashara huyo aliyezaliwa Nazareti mwaka 1948 kwa kuwa mkimbizi kufuatia uvamizi uliofanywa na serikali ya Israel, wakati huu anaonekana kushangazwa na ni kama vile anazisuta nchi za Kiarabu kwa kushindwa kuwatetea Waarabu wenzao na Waislamu wanaokumbana na dhahama kutoka Israeli, ambapo damu za watu mbalimbali mbali wasiokuwa na hatia zikimwagika katika ukanda wa Gaza na mnukuu, yanayoendelea yanaumiza moyo wangu. Tumieni ushawishi wenu Mna ushawishi wa kushangaza Ulaya kote, Marekani kote, na hata katika ulimwengu wa Kiarabu na ulimwengu wote wa Kiislamu. Mko wapi kuwasaidia Wapalestina hawa wanaokufa kila siku? Alisema Hadid kupitia video ile iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Mohamed Hadid aliongeza kwamba hamwezi kula chakula cha usiku bila kujua kwamba watu hawa wanakufa, wanateseka, wananjaa, hawa wanaishi katika mahema. Mnathubutu vipi kuhimili hali hii? Alisema Hadid. Mfanyabiashara huyo amesisitiza kwamba serikali ya Israel, nchi za Umoja wa Ulaya na mataifa ya Kiarabu kukomesha mauaji ya watu wa Gaza. Pia ameuomba ulimwengu kushikamana katika hili ili kuzuia mauaji kimbali yanayotekelezwa kila uchao na jeshi la Israel dhidi ya Wapalestina wanaoishi ukanda wa Gaza. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau ku kulike kushare na kukomenti ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutoka ulimwengu mzima. Jina langu ni Ramadhani Fupi.